Katika somo letu tunamshukuru sana mchungaji ambaye e, alitoa neno la mwaka tangu ilikuwa e, tarehe thelathini na moja wakati tunapokea mkesha kuingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. E, si majengo, hili neno ni neno ambalo limekuja kwa wakati ili liweze kutukumbusha kile jambo, ama jambo ambalo tunapaswa kulifanya. Somo letu linatoka katika kitabu kile cha Joshua 24 mstari wa kumi na nne. Fungua Biblia yako, lakini somo linasema kumtumikia Bwana kwa unyofu moyo na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu hebu sema Bwana, kumtumikia Bwana, kumtumikia Bwana, kwa unyofu, kwa unyofu, wa moyo, wa moyo na kweli Bwana kwe. Yesu asifiwe sana. Amen. E, ukiangalia katika hicho uh, kitabu uh, utaona maneno haya yalisemwa na Yoshua mwana wa Nuni kiongozi aliyerithi nafasi ya mtumishi wa Mungu Musa kuwaongoza wana wa Israeli walipokuwa wakiingia katika nchi ya Kanaani. Na Yoshua aliyasema maneno haya akiwa mwisho mwisho kabisa kwa ajili ya huduma alionayo, na aliwakusanya watu wa, au wana wa Israeli na alipowakusanya alipoona muda wake ama kazi ambayo amefanya kuifanya ya wa kuwasaidia watu kuishika kweli ya Mungu na kuishi katika garo wa kiungu muda umekaribia kuisha, akawakusanya wana wa Israeli eh, huko katika Shekem. Ukisoma kuanzia kule mstari Yoshua 24 mstari wa kwanza, hapo ndipo utaweza kuona jinsi historia na vile wana wa Israeli walipoingia agano na Mungu, wakaingia agano na Mungu wao na watoto wao, jinsi gani ya kuweza kuamua kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Lakini kwa nini waliamua kuingia agano na Mungu? Kwa sababu kiongozi wao mtumishi wa Mungu Yoshua alitamka maneno ya kuwakumbusha ya kuwakumbusha kule walipotoka. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Kuwakumbusha kule walipotoka, na maana walipokuwa wamefika katika ile nchi kulikuwa na watu wanaishi, na wale watu walikuwa wana ibada zao, na wale watu walikuwa na miungu yao, walikuwa wakiabudu. Lakini Joshua mtumishi wa Mungu akaanza kuwakumbusha, aliwakumbusha, aliwakumbusha nini? Aliwakumbusha kuhusu uaminifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliwakumbusha kuhusu uaminifu wa Mungu tangu Abraham, ukisoma ile Joshua 24 kuanzia mstari wa kwanza hapo na eh, unaona Joshua anawakumbusha jinsi uaminifu wa Mungu ulipokuwa juu ya Abraham, lakini pia akaendelea kuwakumbusha juu ya eh, vile ambavyo Mungu aliwapigania walipokuwa jangwani, wakitoka katika ile nchi ya Misri kwenda katika ile nchi ya hadi Kanani, vile Mungu aliwapigania katika uaminifu mkubwa. Hiyo inatoka katika Joshua 24 mstari wa 8. Lakini lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuwaonyesha wasijiungamanishe na miungu, wasijiungamanishe na tabia za wale watu ambao wamewakuta katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Joshua aliendelea kuwakumbusha, na katika tafasiri nyingine Joshua alikuwa anawaambia kwamba huyu Mungu ambaye tuliye naye, huyu Mungu ambaye tunayemtumikia, ambaye ametutoa katika nchi ya Misri kutuleta katika hii nchi, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo. Yeye ndiye aliyetupigania katika jangwa, tulipokuwa na uhitaji wa chakula, yeye ndiye alipatupa chakula. Tulipokuwa tunapigana na maadui, yeye ndiye alipatupatia ushindi. Tulipokuwa katika hali ya magonjwa, yeye ndiye alituponya. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Kwa hiyo Joshua aliendelea kuwakumbusha, lakini wana wa Israeli walikubali kumtumikia Mungu, mm. Wa nisomee nisomee hiyo Joshua ishirini na nne mstari wa kumi na nne. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ambalo Amen la kwanza kabisa Joshua alipowaita wale watu ili aweze kuwapa maelekezo, jambo la kwanza aliwaeleza watu jinsi wanavyotakiwa kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, ya mambo, mambo matatu hapa ambayo Joshua aliyasisitiza juu ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la kwanza aliwaambia umuhimu wa kumcha Bwana, umuhimu wa kumcha Bwana. Kwa nini anawaambia kwamba kumcha Bwana, kumcha Bwana ni msingi wa utumishi wa kweli. Kumcha Bwana ni msingi wa utumishi wa kweli. Ukisoma hiyo Yoshua 24:14 24, ana, anasema Mcheni Bwana mkamtumikie. Kwa hiyo, huwezi kumtumikia Bwana usipomcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, Amen. Kwa hiyo, mtu anayemtumikia Mungu ni yule mtu tayari ameshakubali kumcha Mungu kum, eh, kutembea katika maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, Amen. Kwa hiyo, mtu anayemcha Bwana ni mtu ambaye amekubali kumheshimu Mungu, amekubali kumtii Mungu, amekubali kuweka mambo yake yote juu ya Mungu. Amen. Yaani hawezi kuanza jambo, hawezi kufanya jambo tofauti na maagizo ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hicho ndicho kiwango cha kumcha Mungu, kiwango cha kumcha Mungu. Ukiona mtu anamtumikia Mungu, maana kiwango chake cha kumcha Mungu kiko juu. Amen. Sasa hapo, nataka niweke vizuri, kwa sababu hapa tuko watu tofauti sana. Kuna mtu mwingine haoni umuhimu wa kumtumikia Mungu, na anaweza kaja kakushawishi, akwambia haina haja, mama mabeo, haina haja, sio sadaka zako unazo zituma siri, ungewapatia maskini Amen. Hajui, hajaona ule umuhimu wa kumchagua kumtumikia Mungu kwa sababu kiwango chake cha kumcha Mungu ni kidogo. Mhm. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Joshua anaanza na neno kwanza anasema kwamba mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Mithali, Mithali 1:7 inasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha maarifa. Sasa maneno Joshua aliyokuwa anasema ni ati kama anawambia anawaambia watu ya kwamba mtakapomcha Mungu mtapata maarifa amen. Mtakapomcha mkimcha Mungu mtakuwa tofauti na watu ambao wanaowazunguka, mtakuwa mm, wana na watu tofauti na watu hawa Waamoni wanaowazunguka kwa sababu Mungu wetu anayo neema ya tofauti Ine. Mungu wetu ako na uwezo wa tofauti na ndio maana Joshua anaanza kwa, kwa kuwakumbusha kule ambako Mungu aliwatoa walipokuwa katika utumwa wa Kiria aliofuatilia akawasaidia walipokuwa wanaanza safari katika jangwa, Mungu aliofuatilia akawasaidia. Maadui walipo nyenyuka ili waweze kupigwa, Mungu aliwasaidia, na hata pale ambapo walipokosa chakula, Mungu aliwapa chakula, akawakumbusha akawambia mlipokuwa kule. Lakini si hivyo tu, baba yetu Ibrahimu, jinsi Mungu alivyotembea kwa uaminifu na kumcha Mungu. Kwa hiyo faida ya kumcha Mungu ni faida ya kumcha Mungu ni mtu ni Mungu. Ni, ni Mungu kukutofautisha Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nakuombea mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Mungu akupe kukutofautisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli kabisa, meli kama meli atatofautishwaje na meli mwingine? Kuitwa jina unaweza ukaitwa jina, lakini kuna utofauti huyumlhuyu lakini huyu meli huyu. Meli Magdalena huyu na meli aliye ni vitu tofauti. Ndio. Kuna mmoja alipata neema kubwa. Yes. Kuna mmoja alizaa mkombozi wa dunia Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini huyu mwingine alizaa mtu wa kumsafishia njia ya Yesu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nini? Kiwango cha uchaji kinaleta tafasiri ya kubadilisha namna ya mtazamo, si kwako tu, hata watu wanaokutazama nje. Yes. Kwa sababu gani? Mtu anapomtumikia Mungu kitu kinachoanza kwanza ni uchaji. Sasa sikiliza, mtu ambaye anaposuasua kumtumikia Mungu chini kiwango chake cha uchaji. Halo. Halo. Kiwango chake cha uchaji kinakuwa hafifu kwa sababu hana msukumo ndani yake yako wewe mwenyewe kumtumikia Mungu kwa unyofu wa moyo, na ndio maana Joshua anawaita watu analiita kusanyiko la watu anawaeleza nawaambia, mkiona ni vyema, nawambia kwamba mimi si siwalazimishi, siwalazimishi kumtumikia Mungu, lakini mkiona vyema ninyi na familia zenu kumtumikia Mungu kwamba ni bora, basi mimi mh, hata kama mtakataa, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Ninataka nikuambie kwamba ikiwa kama kuna mtu ataamua kumtumikia Bwana katika unyofu wa moyo na kweli, nakwambia lazima ukaona matunda, lazima ukaziona Amen. Amen. Siko baraka ambazo Mungu ameziachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa haraka haraka, nitakwenda tu kusema nitaje sifa tano. Sifa tano za mtu anayemtumikia Bwana kwa unyofu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa ngapi? Tano. Tano. Za mtu anayemtumikia Mungu kwa unyofu wow, wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa ya kwanza ni kuwa na moyo safi, wanaisa Amen. Mtu mwenye moyo safi hebu soma kitabu cha Zaburi, Zaburi hamsini na moja Zaburi hamsini na moja kumi Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa ya kwanza ya mtu anayemtumikia Mungu Bwana kwa moyo wa kweli ni kuwa na roho safi. Daudi anaomba kwa Mungu, anamwambia anamgeukia Mungu anasema kwamba e, Mungu uniumbie moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaweza kuwa moyo umebadilishwa, moyo wako unaweza ukabadilishwa ukashindwa hata kumtumikia Mungu nana ndio maana akisema, jamani, ninatamani sana kumtumikia Mungu, lakini nashindwa. Kila ninapotaka kumtumikia Mungu nasikia kuna uzito kidogo. Daudi anasema kwamba hapana. Anaenda mbele za Mungu, anaambia Bwana, e, Mungu uniumbie moyo safi ili nifanyaje, nikupendeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Daudi anatafuta moyo safi mbele za Mungu anatafuta moyo safi mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili ni sifa ya pili ni utii wa neno la Mungu, nakimbia kimbia raka sababu ya Mungu. Ni utii <mikinutu>. wa nini? Wa neno la Mungu. Hebu tusome ile kitabu cha Mwanzo 22:16. Mwanzo ishirini na mbili kumi na sita, akasema sema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunizulia mwanao, mwanao wa pekee, katika uma hili, nitakubariki na katika kuzidisha ikauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko kwani, na uzao wako utamiliki mlango wa bili zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia ya dunia wakimibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe ya mtu anayemtumikia moyo Mungu kwa, kwa, kwa unyofu wa moyo ni kutii Mungu. Anamwambia Ibrahimu, kwa sababu umenitii, katika kubariki nitafanyaje? Nitakubariki, na katika kukuzidisha nitafanyaje? Nitakuzidisha. Watu wa Mungu waje ni waje niktutani, tusidanganyane. Ikiwa kama Mungu amekuambia kitu na unasikia msukumo wa kufanya jambo mbele za Mungu na ukaacha kutii, nikwambie, tunajinyima baraka kanisa, tunajinyima baraka. Unaweza ukasema kwamba jamani, nilipokuwa nimekaa mahali nilisikia msukumo wa kwenda kumtolea Mungu. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa Tabata, nilipokuwa Tabata nilikuwa nimevaa kiatu kizuri kabisa. Sasa nilipokuwa nimevaa kile kiatu, Roho Mtakatifu akaniambia, nimekaa nime hapo nasikiliza mtu mhubiri anahubiri yale yani, mahubiri yakanivuta. Yaliponivuta nikajikuta nimesongea mpaka huku ndani, watu walikuwa wameingia sana. Alafu hapo hapo roho mtakatifu kaniambia angalia, kwenye miguu ya huyo mhubiri unaona nini? Nilipoangalia kweli nikaona kiatu chake hakiko sawa, kiatu chake kimeisha kabisa, kapi? kabisa. sasa nikajiuliza kwani mungu anampango gani mimi mwenyewe niko na kiatu hiki hiki alafu Mungu ananiambia toa hicho kiatu, toa hicho kiatu. Kumbe Mungu anaweza akatumia njia yoyote ile ili kukujaribu kama unaweza ukakubali kusikia maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Unajua kumtumikia Mungu kwa moyo kwa unyovu ni pamoja na kutii kusikia Mungu anasema nini Unatakiwa ufanye nini? Kusikia maelekezo yake, ikiwa kama mzee Kahindi wewe mwenyewe unatoa amri juu ya watoto wako na unatii. Sisi baba yetu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine anatujaribu ili aweze kuona kama tunaweza kumsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Ibrahimu anajaribiwa aone kama unanisikiliza. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukajaribiwa ili uone tu ili Mungu aweze kuajilia, kwa sababu unaomba ili nikubariki na mimi nitakani kujaribu seki kama ninge dilei ningekwaja wakati nasimama pale mbele sana kwanaisha sie sana Mungu ameniambia niweze kutoa hiki kiatu kwa ajili ya mtumishi, alafu watu nawuliza kwamba mmeona kili kwa mtumishi, hawaoni kitu. Wakati mwingine Mungu anaweza kukuonyesha mkaona wote, wakati mwingine anaongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Bwana Yesu asifesa. Kutii, lakini jambo la tatu, jambo la tatu mpaka kimbia, ni muhimu kutokuwa na moyo mm. wa unafiki, si ndiyo? mm. moyo wa nini? Wa unafiki, wa unafiki ah, yaani bana ni hapa kanisani misi Ndiyo. Kama Amen. Amen. Umeshindwa kufanya kazi ya Mungu kumsikiliza Mungu, acha Bwana mm. Yesu asifiwe wa sana, wako watu watamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Na mwaka huu 2026 kutokana na hii dini yetu inasema majira ya kumtumikia Bwana kwa unyofu wa moyo, na kwa sababu Mungu ameachilia majira mapya ya kumtumikia huu mwaka 2027, nakwambie haujapati tu hai kwa sababu tu uende ukapige picha ukale nyama ufanye starehe. Hapana, umebaki kwa sababu kuna kusudi ambalo Mungu ana mpango na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hebu soma kile kitabu cha Danieli 6, lakini hapa haraka haraka, Danieli 6, Danieli 6, Danieli Waziri na waamili wakatika sana kwa sababu ya kushtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala hakuonekana, Amen, kosa wala hatia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli anashtakiwa na watu ambao ndani yao wamejaa, wamejaa unafiki Mungu akuepushe wa na watu wa namna hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akuepushe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Namba nne ni uaminifu. Uaminifu kwa Bwana. Hebu soma kile kitabu cha Ayu. uh-huh. Ayubu. Akilia la Ayubu mwishi, no, Ayubu moja ishirini na mbili. Katika mambo hayo yote, Ayubu alikuwa mwaminifu. Kwa hiyo sifa, sifa ya mtu ambaye anatembea katika unyofu wa moyo ni pamoja na uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nisomee kile kitabu cha Mwanzo. Namba no, no, tano moyo tano, wa kumheshimu Mungu. Faida, sifa ni moyo wa kumheshimu nani? Mungu. Mungu, hiyo namba tano. Oneswasife. Soma Mwanzo thelathini na tisa, tisa. Bwana Yesu anaachilia mkono wake mahali pale, unajikuta mambo yanaenda. Mungu anaachilia baraka pale kwenye ile ofisi unayofanya. Mungu anaachilia baraka kwenye kile jambo unalolifanya. Bwana Yesu asijue, na tumeimba tunasema kwamba anaachilia baraka ambazo zisizohesabika. Bwana Yesu asijue, amen baraka. Hebu tusome Samweli wa Pili, Samweli wa Pili sita kumi na moja. Kama dakika chache tuweze kuona wewe, wewe Hasa, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ninakushukuru kwa sababu umenipa kibali cha kuingia, lakini e eh, Bwana, moyo wangu unakuelekea wewe. Natamani viwango vyangu vya kukutumikia viwe juu, natamani kutembea kwangu kusiwa kama zamani, natamani huu hu mlima niliyozunguka miaka na miaka, nitoke mahali hapa. Ninapokutazama ninaona wimbo ukiimba ndani ya moyo wangu wako ukitamani Mungu akutendea jambo. Je, kuna neno si majengo mbarikiwe Amen. majengo mbarikiwe Amen. mbarikiwe kweli kabisa, mmesimama na mimi. Sasa niko mwaka wa tatu naelekea kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asanteni sana kwa yale ambayo mnayafanya kwa ajili yangu na familia yangu, jina la Bwana litukuzwe Amen. Mungu awabariki sana